Tangu plesi yangu ya kwanza nilivyosema kwamba vyombo vyetu viwe na ulinzi, ili wawe na uwezo wa kusema hapana kwenye baadhi ya mambo ambayo hayaendi sawasawa. Nikupe mfano mzuri, huwezi kuniambia eti e, polisi hawafahamu kabisa kuhusu utekaji. Huwezi kuniambia hivyo. Huwezi kuniambia idara ya usalama wa taifa hatujui kabisa kuhusu utekaji. Huwezi kuniambia hivyo. Huwezi kuniambia eti jeshi la wananchi halina taarifa kabisa utekaji? Hapana, wala jeshi la magereza, wala uhamiaji, wala jeshi la uokoaji. Lazima kuwe na taarifa. Kama mkikubali kwamba majeshi haya, vyombo vyetu havina taarifa, basi Tanzania si salama pa kuishi. Lakini mimi nafahamu competence, kwa sehemu kidogo nafahamu competence ya viongozi wetu, nafahamu unajua, kuna mambo mengine unaweza ukayasema tu, ni rahisi yakiwa kwa mtu mwingine akitekwa baba yako au mama yako au dada yako au, au au mdogo wako uta feel pinch. Ni hatari sana. Mimi siamini eti wakuu wetu wa vyombo hawajui kabisa watu wanakwenda wapi, lakini nilipendekeza mimi nikasema kwamba ni muhimu sana vyombo hivi vipewe semi autonomy. Semi autonomy maana yake ni kwamba kuwe na kujitegemea fulani, kwa sababu sasa hivi, narudia tena yale yale, mimi nilipozungumza, nilizungumza tatizo and I suggested solution, nilizungumza tatizo na nikapendekeza ufumbuzi, lakini mwanzoni mlikuwa mnaona kana kwamba huyu anaongea tu. Niliongea mapema sana, miezi mitano iliyopita, tarehe 24 mwezi wa 5 2025. nikapendekeza nikasema hivi ili kukomesha huu utekaji ambao umeendelea kuwepo katika taifa letu, ni vizuri wakuu wa vyombo wote wawe na semi autonomy. Semi autonomy maana yake kwamba wawe na kujitegemea fulani. Nikasema kuwe na mamlaka ambayo Mheshimiwa Raisi anaweza kumteua. Uh, kwa mfano uh, dgis mkuu wa idara ya usalama wa taifa anamteua Mheshimiwa Raisi kama ilivyo kawaida amteue mkuu wa jeshi la wananchi CDF. Mheshimiwa Rais anaweza kumteua mkuu wa jeshi la polisi, kama ilivyo na mkuu wa jeshi la magereza na mkuu wa jeshi la uhamiaji na mkuu wa jeshi la uokoaji. Lakini akitaka kuwatoa, kuwe na chombo kingine ambacho kinaangalia sababu za hawa kutolewa, kuwe na instrument, kuwe na chombo kingine. Mimi nikapendekeza chombo kile kinaweza kuwa ni kamati ya ulinzi na usalama ya Bunge, ambayo sababu zipelekwe kwa nini huy nataka kutolewa. Kwa mfano sasa hivi, natoa mfano tu, ni mfano, mi napenda kutumia mfano. Kwa mfano kama IGP anauona utekaji na hakubaliani, au DGIS wetu wa sasa hivi anauona utekaji na hakubaliani au mkuu wa jeshi la wananchi anauona utekaji sasa hivi, lakini hakubaliani, au mkuu wa jeshi la magereza au uhamiaji au jeshi la wokoaji anauona utekaji, lakini hakubaliani, atakwendaje kwa bosi wake aliyemteua ambaye bosi wake ni mgombea na bosi wake angependa ashinde? Atakwendaje kumwambia bosi, hili jambo mimi sikubaliani nao. Ikitokea, sijasema ndivyo hivyo, ikitokea kile chombo cha utekaji ni chombo cha mmoja wapo kati ya wagombea, ikitokea, sisemi imetokea, lakini ikitokea, if it happens, kwamba chombo cha utekaji ni chombo kimoja wapo cha kikundi cha cha, cha cha mgombea mmoja wapo. Ikitokea hivyo ni sisemi ni hivyo, lakini ikitokea hivyo, anawezaje mkuu wa jeshi la polisi kumapproach bosi wake kumwambia bosi, kale ka kikundi kako bwana kanachukua watu Anawezaje mkuu wa jeshi mkuu wa idara ya usalama wa taifa kumwambia bwana bosi, kale kikundi kako? Anafukuzwa kazi, hiyo ni kweli. Usifikiri kwamba kuficha kichwa kwenye mchanga ni kuepuka madhara yanayokuja. Don't think hiding your head on the sand is a means to avoid disaster. Madhara yanapokuja ni kuyafesi na kukabiliana nayo na kutafuta ufumbuzi. Ndio maana niona mimi nitazungumza na kuzungumza tena, bila woga. Kwa kiwango kidogo, najua competence ya vyombo vyetu na wakuu wa vyombo, najua. Mimi najua najua, narudia tena, mimi najua competence ya wakuu wetu wa vyombo, najua kabisa. CDF amekuwa kwenye kazi muda mrefu, ni mtu competent. Anaiweza kazi. IGP wa Mbula ni mtu competent kabisa. Na mfahamu Ambula tangu akiwa Kinondoni pale. Na mfahamu Ambula tangu akiwa kanda maalum, Wambula amefanya kazi kule Mtwara kipindi kile cha mambo magumu. Wambula ni mtu competent, mimi am 100% huwezi kunidanganya kwamba eti Wambula hajui kabisa. Wambula atakuwa anajua, lakini Wambula anamwendeaje bosi wake kusema kwamba bosi, hili, hili swala haliendi vizuri? atapoteza kazi DGIS, eti ndugu yangu Suleiman Mombo eti hajui kabisa, anajua lakini akienda anaweza kupoteza kazi. Siamini CDF hajui, au mm, generali eh, kiongozi wa magereza hajui, wanajua lakini sasa watafanyaje? Wakitulia ndani ya mio, mi nawahakikishia Watanzania tuna vyombo competent. Kwa swala la vyombo tu ni competent, lakini hatujapata a mechanism ya kuwalinda hawa wakuu wa vyombo ili na wao watulindie nchi yetu. Kwa hiyo muda unakuja na siku moja itafika, mi nasema siku moja itakuja tu, ambayo tutapata namna ya wakuu wa vyombo kuwalinda watulindie nchi yetu na maono yetu, ndugu zangu, my countrymen, kama tusipofanikiwa kuilinda nchi yetu, ipo siku nchi yetu njema tutaipoteza, kwa sababu motivu ya mgombea yote ni kushinda uchaguzi. Hata ningekuwa mimi, motivu ya mgombea yote ni kushinda uchaguzi, na anaweza kutumia njia ambazo zina damage nchi ili ashinde uchaguzi. Lakini motivu ya nyie wakuwa vyombo na vyombo vyetu ni kulinda nchi. Akija mtu ei, hey, mnamlinda anamaliza, anaondoka, anaingia kwa mjibu wa katiba, mnamlinda, anaondoka, ndiyo wajibu wenu. Lakini itakapofika wakati tukaona aibu kusema juu ya mambo yanayohatarisha taifa, kuna siku tutakuwa na wakati mgumu sana. Ndugu zangu, ninyi wakuwa vyombo ni binadamu. Niruhusini niongee na nyie. Si nyie mnayoendesha haya mambo ya utekaji, si nyie wala sio vyombo vyenu, si nyie wala sio vyombo vyenu vinavyoendesha mambo ya utekaji, lakini siku zijazo hamtaepuka kabisa kutamkwa mkiungamanishwa na matukio haya yaliyotokea wakati ya wa utawala wenu. Kwa mfano watu watasema miaka u, mwaka ule kipindi kile ambacho DGIS alikuwa fulani, miaka ile ambacho CDF alikuwa fulani, miaka ile ambacho mkuu wa jeshi wa polisi alikuwa fulani, miaka ile ambayo mkuu wa jeshi la magereza alikuwa fulani, miaka ile ambayo mkuu wa uhamiaji alikuwa fulani na mkuu wa jeshi lao alikuwa fulani, ndiyo, miaka ile ambayo watu walitekwa sana. Hamwezi kukana kwamba si ninyi, lakini miaka ijayo, e, historia itawarekodi kwamba ninyi mlipokuwa wakuu wa vyombo mambo haya yalitokea. Mi naongea na nyie moja kwa moja kama mtumishi wa Mungu, na ukiniona naongea hivi kwenye nyakati ambazo ni za hatari kama hivi, nyakati ambazo balozi anatoweka, hakuna neno lolote kutoka serikalini kwamba mstafu um, wao ametoweka ame. Hakuna watu wamekwenda mahakamani, luling ya mahakamani na yenyewe inasema kwamba na wenyewe hawajui mahakama hawajui. Kwa hiyo huwezi kumpata popote. Ukiniona mi nazungumza hivi, nazungumza kwa uchungu kabisa, nchi ni yetu sote. You cannot avoid in the future that when they talk about these abductions that your names might be connected not in a sense that you are doers of those matters, lakini majina yenu yatatajwa, yataungamanishwa na hayo. Mimi nawashauri pamoja na loyalty yenu kwa mamlaka ambayo ni jambo la muhimu na lazima, loyalty yenu kwa mamlaka jambo la muhimu na lazima, pamoja na loyalty yenu kwa mamlaka, liangalieni jambo hili kwa muhimu sana, linawaunganisha nyie na utu wenu na familia zenu na watoto wenu si kwa sababu mmefanya, ni kwa sababu nyie ndiyo mlikuwa wenye mamlaka ya kulizuia hili jambo. Si kweli eti vyombo havijui Mdude na Soka wako wapi. Si kweli eti vyombo havijui, eh, Ali Kibao alichukuliwaje. Si kweli vyombo havijui polepole, eh, eh, eh, pole kaondokaje. Si kweli, vitakuwa vinajua, vitakuwa vinajua na hakika kabisa vitakuwa vinajua, lakini vifanyeje na watekaji wamefika mahali ambapo wana ujasiri. Nikamsikiliza mkurugenzi wa Jamii Forum Mero anasikika anasema kwamba yeye alipigiwa simu akaambiwa na mtu bwana, tutakuteka tutakuua, na watanzania watakulilia kwa siku tatu, halafu baadaye watasahau. Yaani mtekaji ana ujasiri wa kukupigia simu na kukwambia bwana, tutakuchukua halafu watanzania watalia siku tatu, watakusahau. Anakupigia simu. Ndugu zangu, we must wake up. Huu utekaji tuna uresist kwa nguvu zote. Mimi binafsi na uresist leo, kesho, wiki ijayo. No, it can't happen in our country. Jambo hili lazima likataliwe, hatukuliona kule nyuma. Hii ni dharau iliyopindukia kwa mtekaji kukupigia simu na kukutisha. Leo watu wengi wamekimbia nchi. Mwanamapinduzi ya askofu wetu hayupo, wamekimbia. Sikiza nikwambie. Kina Mwakipesili wamekimbia, wengi wamekimbia, wako nje. Wengine siwezi kuwataja kwa sababu ya hadhi zao, maaskofu wa madhehebu makubwa kabisa wamekimbia nchi kwa sababu tu ya kusema sema. Sikiza, niwaambie. Niwambie, at least mimi ni kiongozi wa taasisi. Unapokuwa kiongozi, watu wote hawawezi kukubaliana na wewe hata kwenye taasisi zetu za kimungu kabisa, ni kanisani au ni msikitini, si watu wote watakubaniana na wewe. Na pamoja na kwamba ni waumini wako wakukusemasema, wapo wengine watakusema kwa sababu za uongo, zitakuuma kama kiongozi. Lazima uwe na kaleji ya kumeza hayo maneno. Ukiwaua wote utamtawala nani? Ukiwateka wote utamtawala nani? Itakuwaje baada ya hapo? Unaweza kuwateka ukashinda uchaguzi, baada ya kushinda uchaguzi kila uliyemteka ana mdogo wake, ana mjomba wake, ana shangazi yake, ana kaka yake, ana ndugu yake. Baadaye nchi itakuwa kwenye uchungu ambayo itakuwa ni ngumu sana kuiganga. Amkeni, nasema tena, this is a last wake up call. Hii ni kengele ya mwisho ya kuamsha kwamba amkeni, tutapoteza nchi. Kataa utekaji. Disappearance of persons. Kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania